Tunaanza na kumshukuru Mwenyezi Mungu, kwa kweli ya tupo salama kabisa, na kitu kizuri kwamba wachezaji wetu wote wako vizuri kabisa. Maandalizi yamekwenda vizuri, baada ya kuwa ligi imesimama, lakini baada ya kupata taarifa kwamba ligi inatakiwa endelee haraka sana, tuiweza kuanza maandalizi kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya JKT. Najua haitakuwa mechi rahisi, hakuna, hakuna mechi rahisi kati ya Simba na JKT. JKT ni timu ambayo huwa inatupa game ngumu sana, hasa tunapokutana nao na tunapokuwa katika uwanja wao wa nyumbani, huwa mechi ni ngumu sana. Lakini tumejipanga pamoja na ugumu wao, ubora wao wa kikosi na uzuri wao, tuhakikishe tunapata matokeo kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu ni mechi muhimu kwetu sisi, tuhakikishe tunapata alama tatu, japokuwa sio rahisi, lakini inshallah tutaondoka na alama tatu kwenye mchezo wa kesho ia kama nilivyokuambia awali, na na, na nafikiri ni timpt, kwa uwezo wa Allah, kesho tutapata matokeo mazuri na magoli mazuri kabisa kwenye mchezo tunafunga na tusifunga kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari kubwa sana kuhakikisha tupate magoli lakini tusiweze kuruhusu magoli kwa hiyo tutaingia kwa tahadhari na kwa